Gavana wa Kilifi County. Shikamo. Habari yako? Salamu alaykum. Amani ya Bwana iwe na wewe, Gavana wa Kilifi County, umeanza safari yako ya uongozi kutoka kitambo, na sijui ni kwa sababu unaamini kuwa uongozi unapewa, upigiwi kura. Ndio maana munafanya vile munafanya, kwa sababu wao walipokuwamea Moi, ndo alikufanya ukawamea Sasa ukaanza safari yako pale na nakwambia, hakuna mbaya mwenye mabaya yote na kuna mzuri asiyokuwa na baya. Sasa gavana wa Kilifi Kaunti, watu wa Kilifi mashamba yao yanaenda na sababu ya wewe kuwa gavana. Uliwekwa pale na Mungu akakupa elimu na akakupa upeo wa kuelewa na akakupa na uwezo akakupandisha kwenye kiti ili utetee wale ambao hawana upeo wa kuzungumza, hawana upeo wa elimu na hawana upeo wa kukuja kwenye kiti kama hicho chako. Kukaa chini kuanza kusema Wagiriama wanauza mashamba yao na ujinga wao. Huyo ni kiongozi ambaye hajui kwa nini yeye ni kiongozi. Wewe uliwekwa kwenye kiti utengeze sheria na misingi mbinu ya kulinda watu wako. Na mpaka sasa, Mungaro, gavana Mungaro, Mungaro mheshimiwa, watu wako wanaumia, mashamba yanakwenda Kwale County walivyoona mashamba yanauzwa, maanake Mijikenda wanajua kuuza mashamba ndio kutoa shida, lakini kuuza mashamba shida haikuishi. Na kuuza shamba shida inaisha na kulifanya lile shamba ni kulima na kuuza mazao, na lile shamba lije, lichukuli, lije lirithiwe na wajukuu na vitukuu. Lakini kwa sababu wana ujinga huo, hatuwezi kuacha wakapoteza. Kwale County walikuja wakaona watu wao wanauza mashamba sana, wakatengeza policy kila mtu akiuza shamba na aende wapi? Kwale kaunti akauzie shamba hapo ndio ijulikane bei mpatikana ni ya sawa, na ni sababu gani anauza shamba. Mngaro unaweza tengeza a bill, na you can pass it to help the future generation from preventing them from selling their land just like the way Mount Kenya and other counties Meru ninio wamefanya huko, pia wako na watu wajinga ambao hawajasoma. Meru pia kuna watu wajinga hawajasoma, huku Kisii kuna watu wajinga hawajasoma, lakini walikaa chini, wakajua watu wetu wakiuza mashamba sababu ya shida, mashamba yataisha. Mwisho wa kuishia, hatutakuwa na kitu cha kuclaim. Ni nyinyi mkae chini, mwangalie mbinu ya kutengeza, ndio wale mnawaita wajinga waje, tuone kama mashamba yatapungua. Mngaro wa Kikuyu wameshuka Kilifi lestet, wanauza mashamba ya Wagiriama, wananunua mashamba ya Wagiriama eka 1 kwa shilingi 20, wanakuja wanauza ilo shamba eka50b00 150 mpaka tano. Kweli ni haki? Nakuomba tafadhali Gavana Mng'aro, Mijikenda wanapoteza mashamba, na usikalie hicho kiti kama ule gavana aliyetoka mwenye macho nne. Alitoka ameritaya na bado ni squatter. Kazi yake ni kupiga mdomo tu, anaitwa spika wa bunge, hana lolote alichosaidia watu wa Kilifi. Mpaka lini, gavana wetu, tutakuwa na maneno kama haya? Mpaka lini mutatoka kwenye kiti? Mumekuwa mumechukua mashamba ya kuweka na watoto wenu, ilhali mkiangalia vizazi vyenu vinaenda havina presentation Unajua ni kwa nini passport ya Marekani na passport ya nchi zingine? Passport ya Marekani ina power kushinda passport za nchi zingine. Japokuwa pesa ya Marekani na ya British, ya British ndio iko juu. Ni kwa sababu the passport ya Marekani iko na privilege nyuma yake. Kwa nini? Mumeona mara nyingi wananchi wa Marekani wakipotelea hapo, si mumeona juzi wildlife? Mwananchi wa Marekani amepotelea hapo, kumejulikana mhalifu within seven days. Lakini Mkenya aliyepotelea kule, hakuna mpaka leo hatujajua aliuawa na nani ama ukijana alienda wapi. Mpaka lini tutadidimiza watu wetu? Ni kwa sababu Marekani imeweka msingi mbinu ya kutetea wananchi wake and it's not a joke. You cannot joke with the citizens of America.

Umemwona MP Were amelala wapi chini? Because alipokuwa kwa kiti hakuleta bili ya ku prevent the control of crimes in this country. He has fall victim for the same crime that he has not prevented. Gavana Mungaro, kaa chini, ukumbuke umetoka katika mafupa ya Wagiriama wakiwa ni wajinga, wakiwa wajielewi, ndio maana Mungu alikutoa wewe ukiwa peke yako usaidie wale ambao wajielewe. Mashamba ya Kilifi yanauzwa saa hizi. Wakikuyu wameingia kwa kasi, na nikisema Wakikuyu si wote, just because of the the few who are corrupt corrupt we cannot call the whole community corrupt. Mashamba kwa Ukikuyuni hawauzi, walipopigia wanasiasa wao walikaa chini wakaangalia njia ya kumanage lands za Kikuyu na wakaamua watu wao wa lease na wakapass bills ambazo mashamba ya Kikuyu hayauzwi, lakini watakuja kuuza mashamba yenu and don't don't fall a victim if you did not protect yourself. Kama nyinyi wenyewe watu wa pwani amujilindi, then msiseme wa Kikuyu ni wabaya, since you did not protect yourself then kubali kunyanyaswa, kubalini mashamba yenu yauzwe. Yani mijikenda anauza eka mia tano, eka moja anauza kwa shilingi elfu ishirini, alafu analipwa ala laki mbili, anangojea hizo pesa zingine baada ya miaka mitano. Kuna mzee mpaka leo shamba zake ziliuzwa na wakikuyu na wakaenda na hajaiona pesa, na sasa hiyo nje. Mtasema huyo mkikuyu anatamwa huyo mgiriama ni mjinga, aliuza mashamba yake ni kwa sababu hatufiki mashinani, tukawapatia watu wetu civic education wakaelewa. Had, mbolea zinaozea county, mbegu zinaozea county. Ma minister wa agriculture ni kuongeza kifungo, hakuna kitu anawapeleki civil education kwa ground, si hapa Mombasa na si Kenya mzima. Sisi tuko na minister of agriculture hapa, hatujui ni agriculture gani anafanya. Mombasa anakula tu mshahara until when, governor Mungaro na kuomba ndugu yangu kwa unyenyekevu, yani niko chini ya miguu yako, angalia vile utazuia mashamba ya wagiriama Kilifi. Yataisha, yataisha. Ni wajinga lakini umetoka mafupani kwao, umetoka katika magoti yao, wakiharibikiwa wewe pia. Wewe kesho ukifika mbele ya wale Wakikuyu, hata kama umevaa suti watakuona mgiriama tu mjinga, kama vile walivyoona watu wenu. Na ndio maana sasa hivi unaona Lamu, wanatukana na Wakikuyu kupita kiasi kwa sababu waliacha Lamu imebebwa, hawana sei sahihi. Ni kitu cha kuuma. Mpaka lini? Hilo ndo swali.